ipende kuwakaribisha tena katika mwendelezo wa masomo yetu ya asubuhi yenye kichwa kinachosema mwinue Yesu juu. Leo tarehe 28 na mwezi wa nne mwaka elfu mbili na ishirini na tano tuna somo uzuri ambalo lina kichwa kinachosema masomo kutoka kwa Timotheo, na fungu letu kuu litapatikana katika kitabu cha waraka wa pili wa Timotheo sura ya tatu na fungu la kumi na tano Nalo linasema na ya kuwa tangu utoto umeyajua Maandiko Matakatifu, ambayo yanaweza kukuhekimisha hata upate wokovu kwa imani iliyo katika Kristo Yesu. Tuombe asubuhi ya leo. Tunakuja tena tunajinyenyekeza mbele ya kiti cha mfalme utufundishe. Tunakwenda kuyafunua maandiko matakatifu kupitia kesha hili, sisi binafsi tukaushuhudia upendo wako kwetu. Utufundishe, utuimarishe, ndilo ombi letu kuu. Tunaomba na kushukuru katika jina la Yesu. Alikuwa ni mtendakazi aliyekuwa mtahiniwa, alikuwa na karama ya unabii, lakini kazi iliyokuwa mbele yao ilikuwa kubwa kiasi cha kuhitaji kufundisha watendakazi wengine kwa ajili ya kufanikisha kazi. Kwa Timotheo, Paulo aliona mtu aliyekuwa anapenda utakatifu wa kazi ya mhudumu wa Neno, aliyekuwa hatishiki kwa kutazamia maumivu na mateso na aliyekuwa tayari kujifunza. Hata hivyo, mtume hakudiriki kuchukua jukumu la kuanza kumpa mafunzo ya huduma ya Injili kijana Timotheo ambaye alikuwa hajajaribiwa katika kazi, kabla ya kujiridhisha kwanza kuhusiana na tabia na maisha yake ya nyuma. Baba yake Timotheo alikuwa Myunani wakati mama yake alikuwa Myahudi. Tangu utoto wake alikuwa anayajua Maandiko Matakatifu. Uchaji Mungu aliokuwa ameuona kwenye maisha ya nyumbani kwao ulikuwa ni kamili na wenye maana. Imani ya mama na bibi yake katika neno takatifu la unabii ilikuwa kwake ukumbusho wa daima juu ya baraka za kuyatenda mapenzi ya Mungu. Neno la Mungu lilikuwa ni kanuni iliyotumiwa na hawa wanawake wacha Mungu katika kumwongoza Timotheo. Nguvu za kiroho za mafundisho aliyokuwa ameyapokea kutoka kwao vilikuwa vimeufanya usemi wake uwe safi na usiochafuliwa na mivuto ya uovu iliyokuwa ikimzunguka. Kwa hiyo walimu wake wa nyumbani walikuwa wameshirikiana na Mungu kumwandaa ili kuchukua majukumu mazito. Paulo alikuwa ameona kuwa Timotheo alikuwa mwaminifu, mnyofu, na mkweli, na alimchagua awe mshirika wake katika kazi na safari waliokuwa wamemfundisha Timotheo wakati wa utoto wake walitunzwa na kumwona mwana wao waliyekuwa wanamtunza akiunganishwa na kufanywa mshirika wa karibu wa mtume mashuhuri. Alipokuwa amechaguliwa na Mungu kuwa mwalimu, Timotheo alikuwa tu kijana, lakini kanuni zake za maisha zilizokuwa zimejengwa na kuimarishwa na elimu yake ya awali ziliwezeshwa kuchukua nafasi ya msaidizi wa Paulo. Ijapo alikuwa ni kijana, aliyebeba majukumu yake katika unyenyekevu wa Kristo. Paulo alikuwa anampenda sana Timotheo, mwanangu hasa katika imani Mkuu kutoka kitabu cha Timotheo wa kwanza sura ya kwanza fungu la pili. Mtume huyu mashuhuri mara nyingi alitoka na huyu mwanafunzi kijana na kumuuliza maswali kuhusiana na historia ya Maandiko Matakatifu, na walipokuwa wakisafiri kutoka eneo moja kwenda eneo lingine, alikuwa anamfundisha namna ya kufanya kazi kwa mafanikio. Wote wawili Paulo na Sila walitaka kukuza hisia ya asili takatifu ya umakini wa kazi ya mtendakazi wa Injili. Katika kazi yake, daima Timotheo alitaka ushauri na maelekezo kutoka kwa Paulo. Hakuwa anatenda kwa mihemko, lakini alikuwa anatumia fikra na utulivu wa akili akiuliza katika kila hatua, akisema je, yeah, hivi ndivyo Bwana atakavyotaka lifanyike? Ndani ya kijana huyu Roho Mtakatifu alikuwa amepata mtu anayeweza kuundwa na kutengenezwa kama hekalu lililokuwa makao ya Mungu. Mafundisho ya Biblia yanapofundishwa na kuwekwa kwenye maisha ya kila siku huwa yanaingia kwa kina na yana athari ya, ya kudumu katika tabia ya mtu. Mafundisho haya Timotheo alikuwa anajifunza na kuyaishi. Matendo ya Mitume, ukurasa wa 175 na 178. Mungu na wabariki.